Hey, haleluya wajua leo nataka tuangalie mambo yanahusu maombi nimeona wakatoliki wanafunga wako katika mfungo kwaresma nimeona waislamu wanafunga lakini kaulizo mnafunga kwa sababu gani wote tunasema tunafunga ili tutubu. unafunga kwa ajili ya kumwomba Mungu msamaha sawa ni wazuri. sasa wacha tukumbushane kidogo kwasaabu so, Mungu ni mmoja. Tukumbushane kidogo, kwa nini tunafunga, faida za kufunga na kuomba ni zipi? Leo hii ndo tutaangalia Yesu sana, faida za kufunga na kuomba. Lakini kabla sijaenda huko, ukiangalia kwenye saa hapa nane hapa wandwameelezea faida kufunga na kuomba, lakini ameezea pia mambo ya kuangalia kabla mtu ajafunga, unaona kwa mfano ukisoma pale Isaya 58 mstari wa pili, Isaya 58 mstari wa pili anasema "Walakini wananitafuta kila siku, upenda kujua njia zangu, kama vile taifa unotenda haki, wasiache sheria ya Mungu wao, utaka kwangu amri za haki, ufurahie kumkaribia Mungu." Mwana, unapofunga unamtafuta Mungu kila siku. Mstari wa tatu tunasema, usema mbona tumefunga lakini uoni mbona tumejitaabisha na nafsi zetu, lakini hatuangalii. Mbona ukifunga lazima uone. Ukifunga kwa ajili ajili ajili ya mtofam, ya ya mtu familia lazima uone. Kwa ajili ya mtoto, lazima uone uone matokeo matokeo. Ukifunga ukifunga kwa kwa mtoto kazi lazima uone matokeo. Sasa nasema mbona tumefunga lakini hatuoni. Hakikisha kwamba ukifunga unapata matokeo katika jina la Yesu. Anasema mbona tumefunga lakini uone Mbona tumejitabisha nafsi zetu, lakini waangalii? wanaongelea Mungu. Mbona tumejitabisha nafsi zetu, tumeacha kula eh, mbona waangalii? haujali ha, au uangalii kabisa <laughs> nataka nikwambie kwa nini tunafunga na tupati majibu. Ziko sababu kwamba Mungu haangalii. Jamani, nimeacha kula, lakini mbona Mungu haangalii? sijaona matokeo Asa yako mambo ya kuangalia, kwa nini Mungu haangalii ingejapokuwa umefunga? Sababu yake ndio amesema hapa chini, anasema fahamuni, siku ya kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe na kuwalemea wote utenda ukazi kwenu. Ukifunga Mungu haangalii, basi aidha umefunga kwa ajili ya nasa, eh, ya kutafuta vya kwako, sio kwa ajili ya, kwa ajili ya Mungu na kuwaelemea wote utendao kazi nyumbani kwenu. Umeona, sasa kwa mtu mwingine amefunga na kazi hataki kufanya. Jamani, mimi nimefunga leo, kufagia sitaki. Nimefunga leo kudeki nyumba siwezi. Nimefunga leo hasa kuosha mbu sitaki. Kuna kazi ndogo ndogo unaweza kuzifanya, lakini ukiwa umefunga kwa hiyo usiwaelemee wa nyumbani kwenu, itakuwa ni tatizo sasa Mstari wa nne anasema, tazama nyinyi mwafunga mpate kushindana, kugombana, kupiga kwa ngumi za uovu, amfungi siku ya leo hii hata kuisikilizisha sauti juu yenu. Mungu anaposema, nimefunga sioni, sipati majibu. Basi sababu nyingine anasema, mnafunga mpate kushindana, mnagombana, kupiga kwa ngumi za uovu, amfungi hata siku ya leo hii kuisikia sauti ya Mungu. Huyu ni mstari wa 4 <clears> Ehe. <throat> Mstari wa 5. Akasema che kufunga namna hii ni saumu niyoichagua mimi? Che ni siku ya mtu kujitabisha nafsi yake, ukinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Je, utasema ndio siku ya kufunga na kukubaliwa na Bwana? Ona no, kufunga ndio nimechagua kufunga namna hii. Ukifunga sio kwamba ndio unainama kichwa chini kama unyasi, jamani leo nimefunga, kila mtu anakujua, jamani leo nimefunga, jamani sura yangu yenyewe inaonekana kama ya upole <laughs> Mungu angalia nje, Mungu anangalia mfungwa ndani ya moyo wako. s So, inasikia vizuri. Anasema, je kufunga je somo ya namna hii ndiyo somo niyochagua mimi Je, ni siku ya mtu kujitabisha nafsi yake na kuinama kichwa chini kama unyasi na utanda nguo za magunia? Mona mtu natembea, anatembea anatembea, kichwa kimeinama chini, anasema nimefunga leo. Mungu angalia hayo. Unaweza kufunga, lakini ukawa uko msafi, unatabasamu, uendelee na shughuli zako, na kuna mtu anejua kama umefunga.